Huo huo ni eti kwamba viongozi wa upinzani wameendelea kuikashifu serikali kwa madai ya kupanga njama ya kuvuruga mikutano yao. Wakiongozwa na Kinara wa Wiper, Kalonzo Musyoka, viongozi hawa na waliokuwa wameelekea katika makao makuu ya polisi na kumkosa Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, wameahidi kurejea tena kwenye ofisi za Kanja siku ya Ijumaa wakiandamana na maelfu ya Wakenya ili kupata jawabu ya kiini cha kuzuka kwa vurugu kwenye mikutano ya viongozi upin. Japo hata baada ya haya yote, mkutano wa viongozi hao umevurugwa mchana wa leo baada ya maafisa wa polisi kutupa vitoa machozi katika jiji kuu la Nairobi na walikokuwa wanawahutubia wa Kenya. Viongozi wa muungano wa upinzani wamepigwa na butwa baada ya kumkosa inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, na ambao alikuwa na kikao naye mchana wa leo wakitaka kufahamu kiini cha vurugu zile ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye mkutano wa viongozi wa upinzani. Maajabu ni kwamba yeye na timu yake hatukuwapata, nadhani vizuri kusema, kwa sababu ukiondoka bila taarifa ni kwamba ameepa. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But... baada ya kumkosa Kanja, idara ya polisi imeachilia video kwenye ukurasa wao wa kijamii, na ambapo Kanja na naibu wake Gilbert Masengeli na Eliud Lagat lagat wakiwa katika kambi ya polisi ya Embakasi jijini Nairobi. <coughs> Viongozi wale wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wameahidi kurejea tena siku ya Ijumaa na wataandamana na maelfu ya Wakenya hadi katika ofisi zile. Sisi tumekuwa hapo kwa Inspector General Police. Tulikuwa tumeagana tulikuwa pale wiki mbili, kwa sababu ya vile polisi walivamia kanisa udhaya kupiga wamama na watoto. Inspector General akasema turudi leo, kuwesikia tunakuja akatoroka Akaambiwa na Kasongo toroka, usikutane nao watu. Sisi tumemwambia inspekta jenerali polisi, siku ya Ijumaa tutarudi hapo Jogoo House tukiandamana na wananchi elfu mia moja dio ujibu hiyo maswali. Haya yakitokea wameendelea kunywea kwenye kikombe chenye maji machungu baada ya mkutano wao na walioandaa katikati mwa jiji kuu la Nairobi kuvurugwa na watu wanaoaminika ni maafisa wa polisi. E, enda juu. Enda juu. Kabla ya mkutano huo kuvurugwa, viongozi wale waliendelea kujipigia debe, wakiahidi kuhakikisha iwapo vurugu zile hazitakomeshwa watahakikisha wanamshtaki Rais Ruto kwenye mahakama ya kijinai ya ICC. Hiyo barua tumepeleka ng'ambo, kila mahali kwa ICC na kupeana ilani kwa Ruto asiposimamisha kuua watu wa Kenya, yeye atarudi kule. Lakini sababu anataka kutoa watu nje, eti waje wajisajili hapo wachukue kura, ati ajaze kikapu chake, anahatarisha Wakenya. Hiyo mtakubali kweli?